Berlin inanipa mawazo mapya kuhusu ukoloni wa Kijerumani nchini Rwanda. Ulikuwa unahusu nini? Nitakutana na Anna Maria Brandtstetter, mwanaanthropolojia wa utamaduni wa Ujerumani anayefanya kazi katika chuo kikuu cha Mainz. Amekuwa akifanya utafiti nchini Rwanda kwa takriban miaka 20 na pia amefundisha katika chuo kikuu cha Rwanda. Reclaiming history. watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja tu wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa niko katika safari ya kujua mizizi ya wakoloni wa, wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda naitwa Samuel Ishimwe mimi ni mtayarishaji wa filamu ananionyesha picha ya wanaume watatu iliyopigwa Rwanda mwaka 1906 ilitumika kama msingi wa mchoro ambamo tofauti za kimaumbile zilibadilishwa ili kuthibitisha kwamba Watwa, Wahutu na Watutsi walikuwa makabila matatu tofauti. Wana urefu sawa, karibu kila kitu. Uanzishwaji wa dhana potofu ni uchochezi wa kuanzishwa kwa ukabila. Inaonekana aswa inatisha, inatisha kwa sababu haikuchukua muda kushika kasi na kisha iko wazi ndio kukawa na utofautishaji, mna makabila matatu na hii imeenea sana. Kwa hiyo ilikuwa maarufu na waliitazama, na hiyo ni aina ya uundaji wa picha who... Nadhani bado kuna Wajerumani wengi wanaodhani kuwa Wahutu, Watutsi na Watwa ni makundi mawili au matatu tofauti. Pia waliniuliza. Lakini unaweza kuniambia ikiwa huyu ni Mtutsi ama Mhutu, na nikasema ni swali la kushangaza, na ni swali gani la ubaguzi unaniuliza? Je, unafikiri mawazo haya ya kuagawa pia kwa namna fulani yalitanguliza mauaji ya kimbari nchini Rwanda? Mauaji ya kimbari si kitu kilichotokea ghafla. Inabidi uamue kumuua jirani yako, bila shaka una hali nyingine, hali ya vurugu, una hali ya kivita. Kwa hivyo hii pia inaanzisha mpangilio tayari. In... ghasia hizi za kikoloni haziishii mara moja. Wakati wa ghasia za baada ya ukoloni, kama vile mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, humuui jirani kwa sababu unafikiri ni Mtutsi ama ni Muhutu. Unamuua jirani kwa sababu yeye, jirani yako, anachukuliwa kuwa si binadamu, si sehemu ya ubinadamu. Hivyo kwanza unapaswa kuzitofautisha bila kujali utu. Ili kutafakari haya yote na kwenda Essen kukutana na mama mkwe wangu Esther na mume wake wa pili Helmut. Alinusurika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi na amekuwa akiishi nchini Ujerumani kama mtaalamu wa kutibu waathiriwa wa kiwewe kwa miaka 20 iliyopita. Tunahitaji kuzungumza, tunahitaji kuzungumza kuhusu hilo na sio kuepuka. Lakini tunawezaji kulizungumzia kwa njia inayofaa? Kukaa kimya ni hatari, kukaa kimya ni hatari, lakini kuzungumza pia kunaweza kuwa hatari. Hivyo ni namna unavyozungumza. mm-hmm. Sasa tunapojaribu kuondokana na matabaka ya Wahutu na Watutsi, unafikiri tunasimama wapi kwa sasa? Harusi nyingi zimefutwa kwa sababu ya makabila ya watu. Kuna watu wengi wanaoana, kama vile Mtutsi akimwoa Mhutu, alafu wanagundua kuwa yeye ni Mhutu na linakuwa swala kubwa na vijana wanakuwa waathirika. Wakati mwingine hilo linatokea kwa bahati nzuri. Sidhani kama kesi hizi ni nyingi sana, lakini ni jambo ambalo litachukua kizazi hata kizazi, litachukua muda. Sasa nitazungumza mwenyewe kama mtaalamu wa magonjwa ya akili, ambayo ni kazi yangu. Tunahitaji kuponya. Lazima nikubali kwamba waliwaua wazazi wangu na ndugu zangu na mume wangu, lakini niko hapa Ariko, ndio Unawezaje kuendelea kuwa na akili timamu, mbona hujachanganyikiwa baada ya hapo? Nadhani kwa Rwanda kitu kibaya zaidi haikuwa milio ya risasi. Wakati wote muda mwingi, ilikuwa ni mapanga, nikitazama macho ya mwathirika. Unaua mtu ambaye umewahi kumwona. Nadhani ni picha ngumu sana kuondoka kichwani mwako. Ile dhana ya kuona kila Mhutu ni muuaji sio sawa, tunapaswa kupambana na hilo pia. Hapa nahisi ni jukumu letu sisi tulionusurika, tuwafundishe watoto wetu ukweli, wafundishe kutochukiana. Kwa nini umchukie? Watoto mara nyingi hawajui Wahutu na Watusi ni nini. <coughs>

Nchini Ujerumani ulifanya jambo ambalo ni zuri sana. Nadhani kizazi cha Helmut, wale waliozaliwa baada ya hapo, waliwauliza wazazi wao, lakini hili bado hatujalifanya Rwanda. Kuna matukio machache machache ambapo wanawauliza wazazi katika ngazi ya familia, bado ipo kwa kweli. Hii inaweza kutokea kwa watoto wangu au katika maisha yangu. Ilitokea kama wazazi wangu walipokuwa watoto, inaweza kunitokea wakati mmoja Nilikuwa mdogo sana, sikuona mauaji ya kimbari wala kilichotokea. Sikumbuki mauaji ya kimbari au kile kilichotokea kabla lakini unapozungumza na mtu ambaye aliishi katika hali hiyo leo sasa kama mtu mzima inakupa mtazamo tofauti. Katika sehemu ya sita, nitasafiri hadi Liege na Brussels kuelewa urithi wa ukoloni wa Ubelgiji nchini Rwanda. Katika jumba la makumbusho la Afrika na hifadhi za serikali, nitapata ushahidi kwamba wakoloni waliwagombanisha Wahutu na Watutsi ili kuendeleza mgawanyiko huo.